Inni, inni mm. Ndugu mtazamaji wetu, tuko hapa, kivuko cha mto wa Kidubwa tumepata changamoto ya maji, maji ni mengi, uvukaji ni shida. Mvua ilionyesha juzi na jana, maji yamejaa, kwa hiyo watu wanashindwa kuvuka ili eneo kama unavyoona. Hawa watu waliopanda hapa, wamepanda inaitwa MV Kidubwa, eh, kwa hiyo tuna nyakati ngumu sana tunakutana nazo kwenye maji, wamama wanashindwa kwenda kwenye shughuli zao, watoto wanashindwa kwenda shuleni Kipande hiki ni kikubwa sana kirefu. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu sikivu ya Mama Samia Suluhu Hassan uweze kutusaidia kututengenezea daraja. Tuko hapa wilaya ya mkoa, wilaya ya Mkuranga, kata ya Vikindu, kijiji cha Picha ya Ndege, kitongoji cha Kidubwa. Kitongoji hiki kinahitaji muunganiko kati ya Soweto na Kidubwa kwa kutengenezewa daraja. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie serikali yetu. Unaona hapa ndo wamefika sasa ndo wanashuka. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu mtusaidie kututengenezea daraja.